Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa, dasi kamati ya madawati ya wilaya, wakuu wa vitengo, wana grupu wenzangu wa grupu la WhatsApp Ludewa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, napenda kumshukuru kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo sisi kama wanagrupu la WhatsApp Ludewa, kwanza kabisa napenda kutoa historia fupi napenda kutoa historia fupi ya grupu la WhatsApp grupu la wilaya ya Ludewa. Grupu hili lilianza mwaka elfu mbili kumi na nne kwa dhumuni la kuwakutanisha wanaLudewa waishio ndani ya Ludewa, F24, wa Ludewa na nje ya Ludewa mwaka elfu mbili kumi na nne lakini mwaka elfu mbili kumi na sita sisi kama wanangupu tuliamua, tulikuwa na mpango kazi. Moja ya mpango kazi wetu ilikuwa ni kusaidiana kama mmoja wetu amefiwa na kama tuna mgonjwa. Tulianza kusaidiana mwaka elfu mbili kumi na sita lakini wakati huo huo kuanzia mwaka huo elfu mbili kumi na sita tulianza kutoa sadaka zetu sehemu mbalimbali ikiwemo Lifuma ilipata ilipata madhara ya mmonyoko wa udongo. Kwa hiyo sisi kama wana mgupu tulienda, tuliwashika mkono, lakini pia kwenye maafa mbalimbali kama mafuriko ya Libugai tulienda kuwashika ku mkono. Isitoshe pia tuliendelea kutoa sadaka zetu kwenye taasisi mbalimbali. Kwa mfano hospitali ya Wilaya ya Ludewa tulifanikiwa kutoa kitanda cha kubebea wagonjwa, friji, vifaa tiba na vitu vichache, lakini pia tuliweza kuenda kuona watoto yatima ugharama, tulienda mdini, shule maalum lakini pia fanikiwa kujenga darasa bongo. Pia tulifanikiwa kuwasaidia wanafunzi wa chini Kidulile walipopata maafa ya moto. Kwa hiyo sisi kama wa, wa, wanakundi la wasafu huwa tunafanya mambo mengi pamoja nayo. Aidha, nataka kumshukuru pia mkurugenzi wetu, yupo pamoja nasi katika grupu hilo akisikia kama kuna changamoto, kuna tatizo, kuna vifo au mwenzetu anauma, tunapochangishana naye pia ndio anavitokeza kwenye kutoa hiyo michango, hivyo anafanya dupleti kuwa hai. Tunasema asante sana. Aidha, pia anapenda kukaribisha mkuu wetu wa wilaya kwenye upleti, kama unavyosikia kuna sadaka nakujitolea tunakukaribisha katika um, leo pamoja na kwamba nimeorodhesha mambo ambayo tumefanya lakini, leo pia sisi kama wanagrupu tulisikia kilio chako cha kwamba kuna uhaba wa madawati katika shule zetu, hivyo sisi kama wanagrupu tuliamua kubuli, hizo za kuinua maendeleo katika wilaya yetu. Hivyo sisi kama wanagrupu tulijichanga sadaka yetu ikawa kutengeneza madawati. Tumetengeneza madawati sitini na nane lakini fundi tuliyemwomba tutengenezee hayo madawati akatuongezea madawati kumi na tatu na katika hilo grupu kuna wanagrupu wenzetu ni polisi, wapo mle ndani ya grupu, lakini wao wana grupu lao hao wametengeneza ma madawati matano, hivyo inaleta jumla ya madawati 86. Kwa hiyo haya ndio leo tunakukabidhi. Aidha, napenda kukujulisha kwamba grupu hili la wasa halina uhusiano wowote na wanasiasa. Sisi sio wanasiasa, kama nilivyosema mwanzo, sisi tuko kwa ajili ya kusaidiana na kuleta mahusiano mema katika wilaya yetu kwa watu waishio ndani ya wilaya hii na nje ya wilaya ya Liwa. Kwa niaba ya viongozi wetu Benjamin Twende na Yomba Yomba, naomba kuwasilisha.